mtekelezaji wa mradi unaofahamika kama Kijana Togora tunakusikiliza, mradi mahusus wa mabadiliko ya tabia kwa vijana uliolenga vijana wa umri wa kuanzia miaka kumi na moja yani vijana waliokuwa katika umri wa balehe mpaka wa miaka thelathini na tano. Mradi huu unatekelezwa chini ya Tanga yetu Initiative, lakini ikiwa unafadhiliwa na foundation Bortina, na kusimamiwa na Inovex. Mradi huu unalenga kubadilisha tabia za vijana katika maeneo makuu matatu: eneo la afya ya uzazi, eneo la afya ya akili na pia eneo la matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na pombe. Um, takwimu zinaonyesha vijana wa mkoa wa Tanga, uh, wanapitia changamoto nyingi sana zinazohusiana na haya mambo matatu, na AfyaCheck tulifanya utafiti kwa vijana wa Tanga mjini waliokuwa shuleni na waliokuwa nje ya shule na kufahama hasa katika maeneo haya ni changamoto gani hasa ambazo zinawakuta na kwa nini zinawakuta, na baada ya hapo, kwa pamoja tukatengeneza sasa utaratibu wa kuweza kuwasaidia, na ndio tukaja na mradi huu ambao unaitwa Kijana Togora tuna kusikiliza. Togora ni neno la Kidigo likiwa linamaanisha zungumza. Kwa hiyo kikubwa tunachokuja kukifanya hapa ni kuzungumza na vijana na kuwasikiliza na kuwatafutia fumbuzi ambazo zitatokana na wao wenyewe. Kweli sisi ni ulemavu wa ngozi katika sala la a ina inapata changamoto kwamba unakuta kuna baadhi ya watu wengine wanatumia imani za kishirikina kwamba ukitimia na mbinu utapata utajiri. Kwa hivyo unakuta inapelekea watu wenye ulemavu kubakwa, wengine wanalazimika kuolewa bila ya ridhaa yao. Baadhi unakuta wanalazimishwa kuolewa bila ya ridhaa kwa sababu tu watapata utajiri. Eh, moja kwa moja tumetarget vijana mia tano waliokuwa nje ya shule na vijana mia tano waliokuwa ndani ya shule. Ni mradi wa vijana kwa vijana unaotekelezwa na, na vijana unaolenga vijana wa Tanga mjini kata zote ishirini na saba na katika huu mradi huu tutakuwa tuna programu kuu tatu. Uh, ne, programu ya kwanza ni programu ambayo tutatembelea vijana wote waliokuwa nje ya shule kwenye maeneo wanayofanya shughuli zao, maeneo ambao wanakusanyika, ambao hii inaitwa kijiwe mwendo, ambao hii tutakuwa tunatembelea vijana na kuzungumza nao E, popote walipo katika maeneo ambayo wanatafuta riziki na maeneo ambayo wanapumzika na kuzungumza na wenzao, na hii ni kwa sababu tumejua kwamba vijana ni ngumu sana kujitokeza kuzungumza mambo yao, tunawafuata walipo ya. Lakini pia e, kuna programu ambayo hii inalenga kuangalia mila desturi na e, tabia na mapokeo ambayo yapo Tanga na ni ya wenyeji ambayo kimsingi labda ni maeneo mazuri ya kuzungumza na vijana namna bora ya kujenga afya zao kwenye haya maeneo matatu, na hii itaitwa kijamvi salama na hii ni, ni programu ambayo itasimamiwa kwa, kwa, kwa, kwa nguvu sana na mama yetu msaikolojia wetu sina mita msaikolojia wa taifa anti ya taifa anti Sadaka. Lakini pia tuna programu ya kuwasaidia vijana kuwajengea uwezo kwa kuzungumza nao kwa kuwaletea wataalamu mbalimbali ambao watazungumza nao e, madhara ya dawa za kulevya yanaharibu kabisa kizazi chetu, lakini pia inaharibu hali halisi ya ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu, kwa maana ya kwamba kijana akiharibika akili akiwa bado mdogo, ina maana kwamba tunatengeneza kizazi ambacho ni hatari kuja kujitegemea hapo baadaye. Wakija vuta bangi au wakila mlingi, wanaanza kupambana na walimu wao, barabara ya kupambana na kusaka elimu. Malezi nayo ni dhana muhimu sana. Kupitia hii kijana Togora, basi vijana pia katika ile dhana ya ulinzi shirikishi, mshiriki kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, sio dawa za kulevya tu, lakini pia hata wale wanaoshiriki kwenye masuala ya ubakaji na wale wanaoshiriki kwenye masuala ya, tunawaita wa vichando, wale wezi wa bodaboda. Najisikia vibaya kuhusiana kwamba Tanga ni mji ambao vijana ni wavivu, ni wazembe na hawapendi kufanya kazi, kutokana na sababu tofauti za kihistoria na traditions za hapa Tanga napelekea vijana wengi kuingia kwenye in la kutumia madawa ya kulevya, ukosefu wa elimu kuhusu afya ya uzazi. Na kitu cha kwanza ni tuseme, tamaduni za hapa Tanga. Tanga inajulikana kama ni, ni, ni mkoa ambao uko chini kimaendeleo kwa tamaduni zake, jaribu kushikilia zile tamaduni ambazo sometimes zingine zinakuwa zina athari mbaya kwa kizazi. Kwa mfano ukikatalia watoto kwenda shule kuwaozesha katika umri mdogo na i. Hivyo basi, mimi kama kijana, kutokana na elimu niliyoipata kupitia hii, nitajitahidi kuoganiza a vijana wenzangu ambaza hii elimu na kubadilisha mtazamo kwa vijana wa Tanga wenyewe, kwa sababu kitu kiwezi kikasemwa tu kama akitokea.